Sasa kitu amani, nadhani hamna wa kueleza kwamba amani ni nini, hata kila mtu anaijua amani. Na bahati nzuri, wote tuliopo hapa watumishi, tunahubiri amani, tunaomba amani. Ina maana juhudi yetu imeisha, sisi ni kuihubiri amani na kuiombea nini amani, yanaokuja baada ya hapo yana wenye nayo ambao ni wanasiasa na serikali. Sisi kwa hakika wajibu wetu tunafanya, na maana ingekuwepo vita ya udini hapa, ilibidi tuitane hivi kama tulivyoitana tuitengeneze amani, lakini wahusika tunaowajadili hawapo. Na tutaendelea kupoteza muda. Nadhani sasa kushauri, nadhani ushauri tumeshachelewa, sababu Oktoba ni kutiki kutiki. Wengine wasema hakuna hiki kikao kifanyike Januari au Februari mwaka huu. Tuandae kwamba sasa tunaposhauri ushauri ukafanywe kazi, miongoni mwa mama ambaye ya anapashwa akafanywe kazi, ni mfano askofu aliyetangulia kuongea pale Ilibidi hao watu wakalishwe meza moja. Wanapokaa kwenye meza, kuna watu watakubali, kuna watu watakataa. Sisi katika kitabu chetu, mnapoingia kwenye suluhu watu wakakataa, tunatafuta kundi lenye nguvu linawatia adabu wanaokataa mpaka wakubali. Mpo hapa? Kuna kuna sifa inbagati tuaifatin ala alukhra faqatilu lati bagati. Naona Mungu amekupa macho ya ndani na nje Nena kaangalia Ukraine na Urusi, utapata kujua ya kwamba hata vitu vilikuwa vinatoka pale kuja Tanzania, hakuna kabisa, vilisimama. Kuna watu walikuwa wanalia nyumba, kuna watu walikuwa wanalia, sioni mume, sioni watoto, nimebaki peke yangu, sioni ukoo, lakini ni kwa sababu ya amani. Watanzania wote, hili litaisha, sio kama halitaisha, litapita na kama litapita, tulikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, yeye ndio anajua kila kitu. Hata makanisani tusiogope kuwaambia washirika ni moja mbili tatu, tuombe sana, na hata kwangu ninaomba, tunaombea Tanzania, sisi ni zaidi ya jeshi la Tanzania, wako nyuma yetu Tusiwe wavivu wa kuombea Tanzania. Tukizidi kuiombea Tanzania, kwa kibali cha Mungu aliyetupa, yeye atanyosha mkono wake, kama neno la Isaya arobaini na moja kumi linavyosema, nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wangu wa kuume. Mungu atafanya hivyo. wa dini tunafeli wapi? Viongozi wa dini tusifikie mahala tukasema kwamba tumeshafanya tumehubiri amani sana, na kweli tumehubiri amani lakini, kiongozi wa dini hatakiwi kukata tamaa, anatakiwa asimame na msimamo wa maombi yake na mahubiri yake kwa waumini wake na kuwa na imani kwamba atashinda. Sisi tunaamini kwamba tutamshinda shetani, tutamshinda ibilisi. Sasa huyu anayekuja kutuvurugia amani Lazima tukubali ni ibirisi wa kweli tena. Ibirisi huyu ni yule ibirisi, sijui niseme wa rangi nyeusi. Kwa hiyo, na sisi tunatakiwa maombi yetu tukaze kabisa, kama ni kufunga, tufunge kabisa kama tufunge. Alafu sisi tua tujifanyie wenyewe tuji, tuji, nini research kwanza, yani si wenyewe tujirudi, tujiangalie, kama nimefanya maombi siku ishirini na bado sijaona matokeo, wapi nakosea? Kitu gani natakiwa nifanye? tujirudi tusimame kwa mkuu wa ndio, kwa sababu tukilegea tuki tu tukasema, yani hapa, na wanasiasa wenzetu wanatafuta riski, na ile riski ndio inayosababisha mpaka fitina inafanyaje inapatikana, yani wanagombana toka nikae. Hata kama we mama kabaka kama ulikaa hapa miaka yako kumi ukafanya vizuri, lakini mandhari umekaa miaka kumi, wanasiasa wana mpango kwamba toka akae mtu mwingine kwa hiyo hawa wao wanatafuta riski. Sasa sisi cha kuomba ni kumwambia ye Mwenyezi Mungu, nani anastahiki kukaa kwenye kiti hiki, ili Mwenyezi Mungu ndiye afanye nini, ampitishe huyo mtu ni, nilitamani sana na mimi niwaeleze. Siku moja nilienda kufanya kazi kwenye shirika moja Kongo, na nikawa ile kivu ya, ya, ya kusini wanasema, uh, miaka ile ilikuwa elfu mbili na tisa. Vita iliyokuwa inapigwa lile eneo ni kama ili hapa wanagombania, kuna kaeneo tu ambako kana dhahabu kama ile hapa kwetu. Lakini ndugu yangu, mziki uliokuwa unapatikana pale, tulikuwa Watanzania wawili, tulikuwa Tanzania wawili. E, mi nilikuwa natokea Kahama na mwingine natokea Dar es Salaam. Yule bwana alikuwa yuko mbali, akasikia kuna mtanzania yuko sehemu hii na mimi ndio nikuepo hayo hayo maeneo ambapo vurugu ipo Ndugu yangu, nyumba kama hii yaani vioo vimewekwa na namna hiyo, tulikuwa tunatafuta magazeti, yaani hutakiwi uonekane. Hata kama umo ndani, zile silaha zinapiga hapa tulipo, yaani ni mchana, lakini inatetemesha, unasikia kikiki, mtikisiko wa hatari sana. Tumejifungia ndani na hutakiwi kuwasha hata kama ni simu, hata kama ni kibiriti Yani unatumia kwenda kwa kupapasa. Kwa hiyo ni nikizungumza habari ya amani, kiukweli wale ambao wanahamasisha maandamano, vurugu, fujo, kwa kweli tuwasikilize, lakini tusichukue hatua yoyote. Ukichukua hatua na wewe ya kuingia au kuhamasisha vijana wako, ni hatari sana. Mimi niliona mtu mmoja tena mchana ametoka kununua pikipiki alinyanganywa na maskari wale wa Kikongo, akanyanganywa kabisa pikipiki yake. Ametoa fedha mwenyewe kazinunua kule wanaita dolali. Eh, ndio dora hizo amelipa pale pikipiki akanyanganywa. Kwa hiyo mimi niombe, nihamasishe kwamba jamani, amani ni ya muhimu sana, tena kwa nguvu kweli, na tuitetee hata kama ni wakati huu, wakati wa uchaguzi na baada kwa sababu yapo madhara makubwa sana. Mimi nimeona kwa macho, sio ile ya kuambiwa. Ninyi wengine afadhali ya yaani mmeambiwa. Sisi ilibidi tuondoke pale, badala ya kunyokea Rwanda tukakatizia Burundi. Naitwa Denatkabakana, ni mwenyekiti wa wanawake ambao viukweli imeutana bukubalawanawake kutoa ushauri katika masuala ya kijamii, lakini pia masuala ya kiroho Ndugu zangu, tumepewa topiki kwamba umuhimu, je, upo umuhimu wa amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi? Mimi niseme kwamba umuhimu hupo na upo mkubwa sana. Kwa sababu gani? Ndugu zangu, tusilinganishe kitu chochote na amani kulinganisha kitu chochote cho kwamba hiki ni kizuri kuliko amani. Hakuna kitu ambacho unaweza kumtaka kipaumbele cha kwanza kuliko amani. Kwa sababu gani? Amani inaondoa kila namna ya utu na na wa mwanadamu. Tunaona jinsi mataifa yanavyohangaika, tunaona jinsi taifa la jirani linavyohangaika. Mimi kama mshauri wa wanawake mara nyingi huwa ninasema amani inaanzia nyumbani. Amani ikianzia nyumbani kama wanafamilia, na viongozi wetu wa dini, ninyi ndio mnaotuelekeza mambo mazuri, mambo ya muhimu ambayo tunasema usipokuwa mzuri katika jamii, kuna mambo mengine yatakufuata ambayo ni mabaya zaidi, kwamba mzazi ndo anatakiwa amwelekeze mtoto nisenigali wewe, kama tunasikia kwamba kuna wengine hata kanisani yawaendi msikitini ya waeni, lakini kama mzazi mimi ni Mkristo, ninaamini pale zote wanasikiliza hata mawaidha ya Kiislamu, lakini wote ndio tunamtafuta mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye anatuagiza kuweni na amani, tukukuka kwamba mitume wetu walio ambao tunawaamini ambao tunawapata kwa mtume Muhammad Yesu Kristu walikuja, lakini tusii tukasema kwamba wao hawakupitia kusukosuko na inas, nasikitika sana kuona baadhi ya viongozi hasa viongozi wetu i wadini, mnasema bila haki amani haiwezi kuwepo, lakini hata mtume mwa mali hata Yesu Kristu hakupata haki, walipikia wengine mtume walidhalilika, ikapikia mtume hata Kristu alizalilika akapigwa akatukanwa akavuliwa nguo akazalilishwa, lakini sisi ndio watu wangu tunajua kwamba tupate yeye. Leo hii viongozi wa dini mnatuambia kwamba bila haki amani haipo. Ndugu zangu, niwaombe viongozi wa dini, tuelekezeni katika njia iliyo sahihi, isiyo na mtafaruku. Niwashukuru sana kila mmoja aliyesimama hapa akatoa mchango wake mchango wake tuna uthamini sana sio kwa ajili ya wananchi wa Geita tu bali kwa Tanzania nzima. Tumekuwa na vyombo vya habari hapa, wananchi wataona Geita tunasema nini, si ndio jamani eh? Lakini kilichonifurahisha nifurahisha asilimia 99.9 za wachangiaji wote wameonyesha kuna umuhimu wa kuwa na amani kabla, wakati na baada, si ndio jamani mii eh? Babaaskofu ame, nilitaka kucheka nikajikazakaza tu. Babaaskofu amesema, ukiangalia haya makundi yote, wote wana akili timamu, kuangalia vizuri, wote kila mmoja kwa namna yake. Kwa hiyo kama viongozi wa dini tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba huu unakuwa ni wimbo wetu. Kiukweli, panapotoweka amani hata humu ndani apata shikika, hautajua skofu ni yupi, shehe ni yupi, Paulina ni yupi, yaani kila mmoja ni nduki kwa namna yake. Tunaipenda Tanzania, tunaithamini Tanzania, mama yetu baba yetu ni Tanzania. Tunapoondoka hapa, cha kwanza tumeshatoa elimu kwa Watanzania watakaotusikiliza. Lakini cha pili, kama viongozi tunao wajibu sasa. Tunapoondoka hapo, usiondoke tena kama ulivyokuja. Nafikiri kuna kitu kila mtu amejifunza. Rudi basi, utakaporudi msikitini, utakaporudi kwa waumini wako, una kitu cha kwenda kuambia kuhusu amani ya Tanzania. Kuna watu wamesema tumechelewa. Mimi sitaki kusema ndio au hapana, kwa sababu mawazo yote lazima tuyaheshimu. Na kama tutakuwa bahati mbaya tulichelewa, basi tuhakikishe tunamaliza huu uchaguzi kwa amani, halafu turudi tena hapa tukae, tuseme hili kipindi kile tulikosea nini, hatukujiandaa wapi, lakini tuhakikishe nchi yetu inapita katika kipindi cha amani, kipindi cha utulivu, kipindi ambacho viongozi wa dini, mimi huwa ninaamini hivyo kwamba Mungu anawasikiliza zaidi kuliko hata sisi. Mimi waga ninaamini hivyo. Sijui kwa wenzangu wengine wanaaminije.